Uketi chini tafadhali. Wakristo wa, wa ushirika ambaye imeitwa Tumaini. Mniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hii dunia ambayo tunaishi saa zingine ni rahisi kuchoka. Hata saa zingine ni rahisi kuvunjika moyo, na hata wakati mwingine ni rahisi kuvunjika moyo. Je, dunia hii ambayo tunaishi, tutafanya nini? na tunakumbana na mambo mengi, kila mtu kwa kila boma, kuna jambo ambalo tunapitia. Hata kama tungepatia nafasi kila mtu kuongea, wengine wangekuambia maneno ya mbegu, wengine wangekuambia maneno ya mbolea, wengine wangesema kuna mambo imewasinya. Lakini nataka niwaletee habari njema ya kwamba katika kitabu cha Samueli wa kwanza ishirini na tatu na mstari wa kumi na sita Biblia inasema, na Jonathani mwana wa Sauli akamsaidia Daudi kupata nguvu kutoka kwa Bwana. Hii dunia, kuna watu watatuvunja moyo, kuna wengine watatuendesha kufanya maovu, lakini nashukuru Mungu kila wakati kuna watu ambaye Mungu atawatumia na watatusaidia kupata nguvu kutoka katika Bwana. Yonadani, ingawa alikuwa mwana wa mfalme, lakini alisaidia Daudi kupata nguvu kutoka katika Bwana. Kuna wengine wanaweza kukusaidia kupotea, kuna wengine wanaweza kukusaidia kuvunjika moyo, kuna wengine wanaweza kukusaidia kunungunika. Lakini nashukuru Mungu, kila pahali anatuma watu kama Jonathani watusaidie kupata nguvu kutoka katika Bwana. Daudi alikuwa katika hali ngumu. Kitu cha kwanza, Sauli alikuwa anapanga kumuua, baadaye Wafilisti walikuwa wamemshambulia, lakini Jonathani aliposikia maneno ya Daudi hakumsengenya hakumvunja moyo, hakuambiana maneno yake yeye. Akamwendea Daudi na akamsaidia kupata nguvu kutoka katika Bwana. Hata sisi katika ushirika, kwa nini tunakusanyika hapa? Ili tusaidiane kupata nguvu kutoka kwa Bwana. Kuna wengine wamechoka wiki mzima, kuna wengine